usichokielewa hapo ni kitu gani? Mwenzako muda mrefu sijafanya hiyo tendo, afu nataka nikutonoa huko, afu istoshe, sijui kuona ukileta mwanamke mwingine wewe. Msubiri kaka huko, kaka ndo saizi yako. Kwani shemeji utaki kuichapa sasa, unafumba macho nini eh? Toka bana, toka toka nje uitaki toka nje hivo. hmm. hmm? najitambua kweli Alafu hiyo michezo mimi naijua, yaani yu hiyo michezo unaletea mimi yaani tu nipime imani, ili mwisho wa siku mnifukuze huko ndani. Umekwama hiyo michongo yako. Kama umenichoka wewe, niambie, kuliko kaka aje anifumanie kwa ile kosa la uzinzi. Nimefanya uzinzi na wewe? Siwezi, siwezi tena hilo. yaani hilo pepo nalikemea, toka huko ndani. Siwezi kutoka, utichagua mawili, ule ule tena, au nimpigie simu kaka yako nimwambia anataka kunibaka, yaani. Ndio. Hiyo michezo naijua na ulivyo koma, inaonekana kunifikisha vizuri sana.